Karibu MGN media the home of military analysis. Tumerudi tena katika mwendelezo wa makala yetu inayohusu drone ya Jiu Tian. Droni hii hatari kutoka jamhuri ya watu wa China imezua taharuki katika mataifa ya magharibi, hususan kwenye taifa la Marekani na washirika wake, wamepatwa na wasiwasi kuhusu teknolojia iliyopo ndani ya ndege hii. Je, unataka kufahamu sehemu ya pili tutamulika upande upi na upi? Bas karibu katika Makala hii ya Jiu Tian, of drone. Ndani ya ndege hii ya ajabu kuna teknolojia za hali ya juu ambazo si rahisi kuzipata kwenye ndege nyingine duniani. Ndege ya Jiu Tian inajengwa kwa nyenzo nyepesi lakini imara sana zinazostahimili joto, presha ya juu na matumizi ya muda mrefu angani bila kushuka. Katika tumbo lake kubwa kuna mahala ya drones, kila moja likiwa limepangwa kwa usahihi wa hali ya juu, kama sanduku la risasi linalosubiri kushughulika. Kuna mifumo ya automated launching inayotoa drones kwa mpangilio na mlolongo maalum, kuanzia za upelelezi hadi za kushambulia na zile za kielektroniki. Ndani pia kuna kompyuta kubwa yenye akili bandia AI, inayoongoza kila hatua, kuchukua drones, kupanga njia ya kuruka hadi kutuma taarifa kwa kituo cha ardhini. Kila drones inayoendeshwa na Jiu Tian ina majukumu yake, na si drones za kawaida. Hizi zimewekewa kamera za infrared kwa kuona usiku, vifaa vya kupiga picha za satellite kwa umbali wa kilomita, makombora madogo kwa kushambulia magari au askari ardhini, na vifaa vya kuvuruga mawasiliano ya adui kama jamming device. Zinapopelekwa kwa pamoja, droni hizi huwasiliana zenyewe kwa zenyewe, kwa njia ya mtandao wa akili ya kijeshi, zikisambaza data kwa wakati halisi, kuchambua mazingira na kufanya mashambulizi ya pamoja bila uongozi wa binadamu. Hili linaifanya Jiu Tian kuwa kama mwalimu angani anayesimamia wanafunzi wake, kila droni ikiwa kama askari mdogo anayejitegemea, lakini bado akifuata maelekezo ya pamoja. Wataalamu wa kijeshi wa China Wamebuni mkakati unaoitwa tahadhari tatu za kushambulia kupitia Jiu Tian. Hatua ya kwanza, drones za upelelezi. Drones huanza kwa kuruka mbele na kutambua mfumo wa ulinzi wa anga wa adui, rada, mifumo ya makombora na maeneo ya mawasiliano. Hatua ya pili ni drones za kielektroniki. Baada ya ramani kuandaliwa, kundi la pili la drones hutumwa kuvuruga rada, kuzuia mawasiliano ya kijeshi na kufanya adui asiweze kuona chochote kinachokuja. Hatua ya tatu ni drones za kushambulia. Kundi la mwisho huingia na kulenga maeneo yaliyo wazi, kambi, siraha, magari ya kivita kwa usahihi wa hali ya juu, huku Jiu Tian ikiwa mbali juu angani ikitazama, e, na kusimamia. Kwa njia hii, mashambulizi yanakuwa ya, ya ghafla, ya kisasa na yenye mafanikio ya haraka, hata kabla adui hajajua kilichotokea. China huenda isitumie Jiu Tian kama onyesho la kiteknolojia katika maeneo yenye migogoro kama Bahari ya Kusini mwa China, mlango wa Taiwan au hata katika vita vya kidigitali duniani. Ndege hii inaweza kutumika kuonyesha nguvu ya kisasa bila kupeleka askari moja kwa moja vitani. Kuna uwezekano pia Jiu Tian ikatumika kufuatilia meli za kijeshi, kulenga mifumo ya anga ya nchi pinzani au hata kutoa msaada kwa drones zinazoendeshwa na wanajeshi wa ardhini. Jiu Tian ni sehemu ya mapinduzi makubwa ya vita, ambapo roboti, akili bandia na drones zinachukua nafasi ya wanajeshi wa kawaida. Inaonyesha kuwa vita vya kesho si lazima viwe ni risasi nyingi au vifaru, bali vinaweza kuwa vya kimya, drones na akili bandia pekee. Wachambuzi wanaamini kwamba ndege kama Jiu Tian zitakuwa za kawaida miaka ijayo, ambapo kila jeshi kuu litakuwa na mama wa droni wake. Lakini hadi sasa China ndiyo inaonekana kuwa mbele katika mchezo huu. Jiu Tian si tu ndege kubwa isiyo na rubani, ni mfumo wa kivita wa kizazi kipya. Imejengwa kwa akili, inaendeshwa kwa akili, na inazalisha mashambulizi kwa akili. Katika ulimwengu ambao teknolojia inakuwa kwa kasi, Ndege hii ya China inatufundisha kitu kimoja: jeshi la leo linaweza kuwa mashine tu zisizo na huruma, zisizo na usingizi, lakini zenye akili ya kupigana. Je, mataifa mengine yataweza kushindana na mama huyu wa droni, au tumeingia zama mpya ambapo China amekuwa mtawala wa vita ya kisasa ya angani? Kumbuka, hii ni sehemu ya pili katika kuielewa droni yetu ya Jiu Tian, Mama wa drone. Tukutane katika sehemu ya tatu ambapo tutaangalia athari za kimataifa, hatua za kujibu, na vita ya baadaye ya akili bandia ama AI. Subscribe, like na share video hii. Tukutane sehemu ya tatu kuhusu ndege hii ama drone hii ya Jiu Tian zemaza hofu drone. Bye, bye.